ji wa Star TV katika pita, pita zetu za jiji la Arusha na kuhusiana na matukio ya mwaka 2012 tukiangalia sekta ya uchumi pamoja na fedha na masuala ya biashara kwa ujumla. Hapa tupo katika chuo cha uhasibu Arusha na tumefika katika ofisi ya mwadhiri msaidizi katika chuo hiki huhusi mwingine ni bwana Edson Ndiamalila. Bwana Edson, karibu sana. Asante na tunashukuru kukutana katika maongezi haya ya kufunga mwaka 2012 na kukaribisha mwaka 2013. Asante karibu sana. Pengine moja kwa moja tuanze katika moja vitu ambavyo vinaangaliwa katika sekta ya uchumi kwa mwaka 2012 na, na tunavyoenda katika mwaka 2013, zipo taarifa ambazo zinasema kwamba uchumi wa Tanzania katika kipindi hiki cha mwaka 2012 umekuwa kati ya asilimia 6 mpaka kuelekea asilimia saba. Hiyo ni kwa Tanzania kwa mwaka huu. Lakini majirani zetu katika nchi za Afrika Mashariki baadhi ya nchi mfano Uganda wanasema uchumi wao wao umekuwa kwa asilimia sita nukta nne. Vile vile nchi ya Kenya inaonekana kwamba uchumi wao umekuwa kwa asilimia nne nukta nane. Lakini ukiangalia takwimu hizi katika hizi figa ambazo tunazitaja, Tanzania inaonekana uchumi wake unakuwa kwa kiwango fulani. Lakini bado upande wa pili wa shilingi, kiwango cha umaskini kinazidi kuongezeka. Ninyi wataalamu hapa, tatizo mnaona liko wapi? Uh, labda kabla hatujaenda mbali, mm. kuna tofauti kati ya ukuaji wa uchumi na maendeleo mm. ya kiuchumi. Tukizungumza umaskini unahusishwa sana na maendeleo ya kiuchumi, ambao ni tofauti na ukuaji wa kiuchumi. Ukuaji wa kiuchumi tunachoangalia ni ule uzalishaji wa taifa kwa mwaka ule, alafu tunaulinganisha na uzalishaji wa taifa kwa mwaka uliopita. Sasa ukuaji wa kiuchumi ambao tunasema ni maendeleo ya kiuchumi. Maendeleo ya kiuchumi tunayangalia kwa mabadiliko katika taifa kwa ujumla. Kwa ule mwananchi wa kawaida ameguswaje? Labda tunaangalia, je, matumizi yake kama binafsi ameweza kuendelea, anaweza kulipa ada za watoto wa kwenda shule? Sasa hayo ndio wanaitwa maendeleo ya kiuchumi, na maendeleo ya kiuchumi hayaji kwa mwaka mmoja au kwa miaka miwili, tunayangalia baada ya miaka mitano sasa katika ukuaji wa uchumi wa Tanzania ambao kama walivyosema kwamba unakuwa kwa asilimia sita mpaka saba, saba. Ni kweli <coughs> ukuaji wa uchumi unakuwa kwa asilimia hizo, lakini bado umaskini uko chini sana, na ukiangalia kwamba katika asilimia za kupunguza umaskini kwamba unapanda kwa asilimia mbili wakati uchumi unakuwa kwa asilimia saba, saba. Kitu ambacho ukiangalia ukilinganisha hapa unaona kama ni tofauti yake ni kubwa. Sasa, kwa nini? katika ukuaji wa kiuchumi unagusa sekta ambazo hazimlengi Mtanzania wa chini. Kwa mfano, sekta ambazo zimekuwa katika mlinganisho wa ukuaji wa kiuchumi ni sekta ya madini, sekta ya usafirishaji, sekta ya mawasiliano na na sekta ya ujenzi. Hizi sekta hizi hazimgusi moja kwa moja mwananchi wa chini. Wananchi wa chini wako kwenye sekta ya kilimo ambayo inaajiri asilimia 80 ya Watanzania. Sasa ukiangalia ukuaji wa sekta ya kilimo kwa mwaka inakuwa kwa asilimia tatu nukuta nane huo ndio ukuaji wa sekta ya kilimo, ambayo hii sekta ya kilimo ndio inayoajiri hawa watanzania asilimia 80. Kwa hiyo kama sekta inayokuwa ni sekta ya madini, sekta ya madini haina uhusiano wowote na sekta ya kilimo, kwa sababu ukiangalia hapa tunauza tunauza labda diamond, dhahabu eh, tanzanite hazina mwingiliano mkubwa, tunasema haziunganishi kilimo, kilimo ambako watanzania wengi walipo. Sasa sekta ambayo ing, ingekuwa inakuwa kwa kasi ambayo ingeweza kuja kuinua kilimo ni sekta ya viwanda, na viwanda tunavyovizungumzia ni vile viwanda ambavyo vinatumia malighafi za kilimo. Hizo ndio hiyo ndio sekta ambayo ingekuja kumgusa moja kwa moja mwananchi lakini ukuaji wa sekta ya utalii, ukuaji wa sekta ya madini, ukuaji wa sekta ya ujenzi hahimgusi mwananchi wa kawaida. Kwa mantiki hiyo, mwananchi wa chini bado ataendelea kuwa maskini mpaka pale ambapo sasa sekta ya kilimo ndio itakayokuja kukua. Yaani ukuaji wa sekta ya kilimo ukiendana na ukuaji wa kiuchumi kwa ujumla, huu ndio utakuja kumgusa mwananchi aliyoko kijijini. Kwa hiyo ndio maana tofauti hapo kwamba uchumi unakuwa lakini bado watu ni maskini. Sasa, uchumi unakuwa kwa, kwa sekta zipi? Ni hizi sekta ambazo hazimlengi mwananchi wa kawaida. Mwananchi wa kawaida sekta yake ni ya kilimo, na sekta ya kilimo itakuwa pale ambapo sekta ya viwanda ambayo inategemea malighafi za kilimo itakapokuja kukua. Angalia mfano sasa hivi kwa sek, mfano sekta ya viwanda tuzungumze, viwanda vya nguo. Viwanda vya nguo wakati tunapata uhuru tukua na viwanda vya nguo vingi, lakini sasa hivi viwanda vya nguo vimekufa havifanyi kazi na uki, ukiangalia, watu watakwambia kwamba tumewekeza, lakini wawekezaji walio kwenye sekta ya, ya, ya viwanda vya nguo ni wale ambao wanaofanya vizuri ni wale walio kwenye viwanda vya chandarua ambavyo vina mfuko wa kimataifa, lakini hivi viwanda vya nguo ambavyo vinategemea pamba havifanyi kazi, vimekufa. Sasa huyu mkulima wa pamba, matokeo yake anauza malighafi, malighafi nje ya nchi, na tunapouza mali ghafi nje ya nchi, hatuziuzi kwa bei ambayo tunapanga sisi. Kuna kitu ambacho kwenye uchumi tunasema the power of the buyer. Kama wauzaji ni wengi, yule anayenunua anakuwa na nguvu, kwa hiyo matokeo yake yeye ndiye anayepanga bei. Ni kama ilivyo kwamba yeye ndiye anapanga bei ya pamba kwa sababu mkaimka, hamuwezi muka, muka, muka uz, mno, kwa sababu tunauza mali ghafi. Lakini tungekuwa tuna, tuna viwanda hapa hapa, tunauza nguo automatically hizi pamba, bei ya pamba ingepanda bei. Lakini sasa hivi tunachokifanya tume, tume tumeruhusu mitumba imeingia kwa wingi, viwanda vimekufa. Kwa hiyo haiwezi kabisa ukuaji wa uchumi ukalenga uka, uka wananchi wa kawaida, tutaendelea kuwa masikini hivyo hivyo mpaka pale ambapo tutakapogutuka kwamba tunatakiwa tuunganishe, tunasema inaitwa linkage, yani kwenye economics kwamba una, unaunganisha vile vitu ambavyo vinaweza vikalink na kilimo.